Mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ya shamba la nyuki Nzega, wakati huu ni saa kumi na mbili jioni. Tumetoka shambani kuvuna asali yetu ya masega, hapa tuko nyumbani. Nataka tukuoneshe uh, namna gani masega ya asali yalivyo. Basi karibu ufuatilie katika chumba cha kuchakatia asali kupata maarifa zaidi. Hapa ndipo ninafanya usafi kidogo kwa ajili ya kujiandaa sasa kuchakata zao la asali. Aa, ni tunazingatia usafi ili kuweza kupata chakula kilicho bora. Humu ni ndani ni ndani ya chumba chetu cha kuchakatia zao la asali. Mbele yako unavyoona, hii ni brush ambayo tunaita B brush. Inatumika kufuta ama kuondoa nyuki katika sega. Hiki uh, hapa ni kisu kinatumika kukatia masega, lakini pia nikuoneshe jinsi masega yetu yalivyo. Uh, hili ndiyo sega ambalo limetoa kwenye mzinga, na hii ni ndoo unapoona. Hii ndiyo ndoo yetu ambayo tumetumia kuhifadhia masega ya asali. Kama unavyoona, masega yako vizuri kabisa, yenye kiwango Eh, hii ni rangi ya masega yetu ambayo ya tumeyavuna yana ubora, yamejaa asali. Tazama vizuri kwa karibu, ili uweze kuliona sega lilivyoshiba, limejaa vizuri, likiwa na asali ya kutosha. Uh, masega yetu sasa kama unavyoona uh, tumeweza kuweka katika sahani yetu hii hapa, na tumekata vipande vipande kama unavyoona kwa ajili ya matumizi ya chakula. Uh, kadi ya mteja anavyohitaji na kwa ajili ya matumizi ya kupaka katika vifungashio kwa wateja wetu wanaohitaji asali ya masega. Uh, kwa sasa bei yetu, uh, tunauza kwa kilo kilo moja ya masega okay. Sasa asali yetu hii ya masega tunaiuza katika mfumo wa kilo. Maana kilo moja inakuwa inauzwa kilo mbili, kulingana na mahitaji ya mteja. Anahitaji kilo ngapi za masega, tunapima katika mizani. um, kwa maanayo, sasa hivi mko rasmi kuanza kuuza asali ya masega au ni kwa sababu tu labda mnataka mtoe clip? uh, tunauza ndugu mdau wetu wa ufugaji wa nyuki. Asali ya masega imekuwa na soko na imekuwa na wateja wengi kwa hiyo tunapovuna kutoka kwenye mzinga tunajitahidi kusoti masega ama kuchambua masega yenye ubora zaidi, na kwa ujumla mizinga yetu inatoa masega mazuri kwa sababu imetengenezwa kwa kiwango kinachostahili. So, hey, nitakuwa nimekujibu swali langu, kwa nini watu wengi wanapenda asali ya masega wakati kuna asali ambayo sio ya masega au labda kwa sababu labda watu wengi wanachemsha kwanza, au au wenyewe mnafanyafanyaje labda, ili hapo tuelewe vizuri, kwa sababu hapa naona kuna asali ambayo ni ya masega halafu na kuna asali ambayo ni ya kuchujwa. Asante mdau wetu wa, wa ufugaji wa nyuki. Uh, sisi hatupiki asali, asali inachakatwa kupitia mitambo ambayo tunayo inakamuliwa na kuchujwa vizuri kwa kiwango cha Hali ya juu na usafi wa juu kabisa kwa ajili ya afya ya binadamu. Uh, watu wengi wamekuwa wakipendelea kutumia asali ya masega eh, ni kwa sababu tu mwingine anapenda atafune ile ladha ya kutafuna sega. Uh, hataki kutumia asali ambayo imechujwa, maana mpaka atumie kijiko kwa. Ni upendeleo tu. Asali zote tunazozalisha sisi ama tunazozichakata sisi zina ubora ambao unakili viwango vya afya ya binadamu. Kwa hiyo asali yenu haichangamani pamoja na pollen niko ndani. Asante au inakakaje? Asali yetu ni bora, kama unavyoona masega yalivyo hapa. Haya ndio masega ambayo tukiyaweka kwenye mitambo yetu. E, naweza nikageuza upande wa pili ukaliona, sega limeshiba okay, lenye, lenye ujazo zaidi ya inchi moja mm. Ukitazama tu hii sehemu ni zaidi ya inchi moja kwa masega yetu, yana ubora, na ndiyo haya haya tunayoyachakata yanatoa asali ambayo ni nzuri kama masega yalivyo. Kwa uwezo ukapika, sisi tunayachuja tuna kwenye mitango yetu vizuri, tunatoa asali iliyobora bila kupikwa. Tunatoa asali mbichi, yaani organic, pure organic hane, ambayo haijapikwa, ina virutubisho vyote ambavyo vyenye afya kwa matumizi ya binadamu naona masega yenu ni ya rangi goldi. Masega mengine ya rangi uh, ya goldi vipi? Kuna masega mengine ya rangi tofauti? Masega yanatofautiana rangi kulingana na nyuki wamechukua uh, material kutoka katika maua gani. Kwa mfano, haya ni masega ambayo yana rangi kama hii rangi ya ya dhahabu, lakini kuna masega ambayo yana rangi uh, tofauti kidogo unakuta yana weusi weusi kidogo ngoja, uh, ni kuoneshe mtazamaji wetu hapa, kuoneshe mtazamaji wetu hapa. Uh, ngoja ni kate hapa kipande, uweze kujifunza na kujionea kujionea live. Okay, asante. Uh, hapa mbele yako uh, unavyoona, naona limejaa kweli mpaka ninachuruzisha. Ili ni sega ambalo ni pure ina rangi ya uh, nyeusi nyeusi kama unavyoona hapa. Ni rangi nyeusi yeah, tofauti kidogo na hii rangi ya, ya njano. Natamani hata kuiramba ile. Ah, uh, asante. Hapo uh, umeshafika, utapata asali ya kutosha. Limejaa, yani lina ujazo mzuri. Hmm kwa rangi inatofautiana kulingana na asali hiyo au masega hayo, nyuki walichukua maua ya rangi gani. Hili ni sega ambalo lina asali na limekomaa vizuri, lakini rangi yake kidogo ina kama weusi kwa mbali. Hii hapa ina unjano kwa rangi. Ya masega yetu ni hii, na yote haya yanatoa asali ambayo ni pure, yani asali ambayo yenye ubora ya, namba niliweke hapa uweze kuliona vizuri. ili ni sega ambalo lina rangi, rangi tofauti mjeusi jeusi kidogo, na hapa mbele ni rangi ya gold. Hapo ni meusi meusi kidogo, hii ni rangi ya gold kama unavyoona. Uh, ni masega mazuri yenye bora yenye ubora wa hali ya juu. Naomba ninue ni, ni geuze upande wa pili. E, unaona jinsi lilivyo rangi yake hata asali yake ukiichungulia inafanana na sega jinsi ilivyo, yani matone ya asali ambayo inachuruzika e, rangi yake ndio hiyo. Aa, niipende tu kuwakaribisha wadau mbalimbali. Hapa ni chumba cha uchakataji wa asali, kama vile tunavyoona, baada ya kuwa tumetoka kule porini, tuna ileta ile asali moja kwa moja, tunamimina kwenye mashine zetu hizi hapa. Mashine kama hii hapa, ambayo ndio unayoiona hapa, huwa inachukua kuanzia dumu nane za ambazo za kuchu, za kupolishiwa. Ukijaribu kuchungulia huku ndani, kuna ambayo tayari ila bado haijaisha, ili tuweke ambayo ndio tumekuja nayo leo. Kuna hiyo mashine hapo, kuna hii hapa ambayo ni kubwa kidogo. Samani tunafunika hivi kwa sababu ya hawa viumbe ama viumbe ni rafiki kwetu, ila hatutamani wachangamane kwenye hasari, maana watakuwa tena kama vile uchafu. Kwa hiyo ndio maana tunasema ya kuwa mashine zetu ziko vizuri, hizi mashine huwa zinachuja kwa ustandadi mzuri, maana hatuzifosi. Hasari nachuuzika yenyewe pasipo kukandamizwa na chochote, kwa sababu pale pale unapoipresi au kuikandamiza ina maana hata ile polen ambayo imebaki kule kwenye masega ili lazima nayo itoke kule, hapo ichangamane na asali ile. Asali inakuwa haina ladha nzuri tena, inakuwa na ladha tofauti. Baada ya hapo, ndio kwenye mashine tunaifungashio kama vile tunavyoviona hapa. Hiki ni kifungashio kwa sababu kwa ajili kwa ya wale wateja ambao wanahitaji lita tano nawafungashia no. Sehemu kama hii, utakapofika hapa utapata bei zetu. Sio kwamba asali haipo, asali ipo sema. Tuna hivi hapa vile unavyoona hapa tayari mesha chukuliwa ni oda sasa so, hivi ndio tunategemea baadaye tujaze tena huku tuweke hapa. Baada ya hapa ujaza namna hii tunaifurika tuna vizuri, tunakiosha chombo vizuri tunayepaki sehemu kama hii hii hapa, ni asali kwa sababu ya wale wanaokuja, mtu anahitaji asali kidogo kama nusu lita namna hii, kwa sababu ya matumizi yake labda ya binafsi. Nafikiri tumeshaona baada ya hapo. Kuna mwingine anahitaji kama lita ishirini, kama hii hii ni lita ishirini, kwa sababu watu tumetofautiana kipato. Mwingine anahitaji hii kwa sababu ya matumizi au kwa sababu ya biashara mbalimbali. Kwa hiyo tuko mahali hapa, shamba la nyuki Nzega, kwa sababu ya kuhudumia watu kama hawa. Baada ya hapa tumemaliza hapa na na na pakeji zetu hizi, lakini pia kuna pakeji ambazo bado hatujazionyesha kwa maana zimeisha, zimeenda. Tuzifuate zile za lita moja moja, nazo nyeupe kama hii, tunachukua kule. Na hapo tunavijaza kwa hali ya usafi, kama vile unavyoona chumba chetu hapa hivi, kuna usafi. Na hawa wadudu wetu hawa huwa hawatuzuru, kwa sababu ni marafiki kwetu, kama vile unavyowaona, lakini ni usalama zaidi. Ndio maana huwa tunafurika hapa juu, kwa sababu wasichangamane tena huku. Baada ya hapa, nafikiri mimi nielezee kwa upande wangu, hapa tumeshamaliza. Niko kwenye chumba cha uchakataji na watu wanaohitaji za kwenda mikoani, kuna package ambazo ziko zi, hapa pia, kama vile unaoziona hizi, hapa ni package ambazo ni special kwa sababu ya asali, unaona ya naona eh? Sema sijazifungua ila nafikiri zinaonekana, itakuwa nyeupe na ukiweka asali inaonekana rangi yake ni ya rangi gani. Kwa hiyo sisi tuko katika hali ambayo ni ya usafi kama vile ambavyo tumeanzia kule kwenye masega yale ya ile asali ya masega kwa ajili ya kutafuna. Utakapofika katika ofisi yetu utaona bei zetu, utafika tutaelewana, hakuna ambacho kinachoshindikana. Kwa hiyo karibu sana, unahitaji asali ya masega, unahitaji asali ambayo ni pigo kama hii ambayo sio ya, ya kuchemshwa ndio maana tukasema tuelezee na mashine zetu. Asisi hatuchemshe asali ila tunaweka inachuhuzika yenyewe kwa taratibu, na baada ya hapo inakuwa ni tayari, tunachuja kwa ustadi unaohitajika, tunaweka package kama hizi. Asante na katika wakati huu sasa nimeweza kukuelezea jinsi masega yetu ya yanapokuwa na rangi tofauti tofauti, rangi kama hiyo nyeusi na hii rangi ya njano aa. Kwa wateja kutoka mikoani kama kutoka maeneo nje na maeneo tulipo sisi wilaya hii ya Nzega, basi tunawakaribisha sana muweze kufika katika maeneo yetu tunaochakatia asali, na kwa watu wa mbali unaweza ukaweka oda kupitia namba zetu za simu za mawasiliano ya Shamba la Nyuki Nzega. Mawasiliano yetu ni 0754920571. Naomba nirudie, 0754920571. Namba nyingine inayofuata ni 067, sita, tano, tisa, nne, mbili, tatu, tisa. Au ni rudie tu kwa haraka haraka, ni sifuri, sita, saba, sita, hamsini na tisa, arobaini na mbili, thelathini na tisa. Karibuni. Asante sana. Uh, watazamaji wetu, basi endeleni kujifunza kupitia chaneli yetu ya YouTube ya Shamba la Nyuki Nzega uweze kujipatia mali yenye ubora wa hali ya juu masega kama haya ambayo ni komu hane yenye rangi ya gold ama rangi ya, gold, ya unjano kiasi na masega ya rangi ambayo ni usiusikwa mbali kadiri ya mahitaji ya mteja anavyojisikia wapenzi wetu endeleeni kujifunza zaidi na niwakaribishe sana ujipatie mali kama hii yenye ubora mzuri ambao ni nzuri kwa afya ya binadamu. Karibuni sana Nzega, tunapatikana wilaya ya Nzega, kata ya Migua, kijiji cha Migua, kunaweza ukatupata moja kwa moja. Uh, tupo halmashauri ya mji wa Nzega, mkoa wa Tabora, wilaya ya Nzega, kata ya Migua, kijiji cha Migua Njo uwaho ujipatie fursa ya chakula chenye ubora kama hiki ya masega kama hii, karibuni sana tuko senta Miguo. Ukifika senta, uliza wafugaji wa nyuki ambao ni shamba la nyuki Nzega. Nzega au piga hizo namba ambazo tumekutajia mahali hapo, utatupata kwa urahisi. Hata kama ni mtoto mdogo atakuleta kwetu. Karibu, karibuni sana.